Rizeno wa Tanzania I think hii ndo itakuwa video yangu ya mwisho kwenu kabla hamjaingia barabarani kesho, so nilikuwa nataka niwaambie kwamba the only thing standing between you and winning kesho is you. Kitu kinachosimama katikati yenu na ushindi wa kesho ni, ni nyinyi wenyewe Sio polisi, sio nani, ni nyinyi wenyewe. Naongea hivyo nikimaanisha kwamba ni kama ninyi wenyewe mtakubali kuuziwa uoga na kimwanamke na kimama ambacho hata form 4 akikuweza kupasi hata darasa saba akikuweza kupasi, ki form 4 failure low, low IQ low brain. Kama mtakubali kuuziwa uoga na uoga, kama mtakubali kuununua, ndio. That's the only way. Kesho mnaenda kushindwa, lakini kesho saa kumi na mbili asubuhi kila mtanzania akitoka ndani ushindi ni wenu. Na ninawaambia hivi, yaani I wish mwelewe, ndugu zangu I wish mwelewe, mko karibu kiasi gani na ushindi. I wish mwelewe ndugu zangu, hii video nawafanyia because nimefatwa, nimefatwa tena na wanajeshi wananisisitiza waambie hao watoke, hakuna mnaona barabarani, kwa sababu ni oda wamepewa tu wawe pale, lakini hakuna mwanajeshi wa kupiga mwananchi, wa kufanya chochote mwananchi. Jeshi lenu liko tayari, na wanaona mnavyoweza. Uoga ndio maana wananinsisti niwaambieni kesho mtoke. Mm, you are fine, msikubali kuzoa uoga. Kitu kingine nilikuwa nataka kukiongea ni kwamba i think kuna watu wapo delusional, wapo delusional ambao wanadhani kwamba labda kesho, kama Watanzania wataogopa au watakubali kununua uoga na wasipoandamana, kwamba inchi itaendelea tu, itaendelea tutaendelea, itarudi, sijui kutakuwa na amani, nchi itatulia, maisha yataendelea, wako delusional. No matter what the outcome, yani Kesho the only outcome itakaoleta amani Tanzania kesho ni kama wananchi watashinda, ni wananchi washinda, wachukue nchi yao, kwa sababu wataweka haki. Wananchi wakichukua ile nchi, wakichukua Tanzania, haki itawekwa. That means amani itakuja automatic, amani ya kweli, amani, amani ya milele. Lakini wananchi, watu ambao wako delusional, wanadhani wananchi wakishindwa kesho ndo Tanzania itakuwa na amani. They delusional. Tanzania haendi, haendi kutulia tena ndo imetoka hiyo nyani ni mpaka haki irudi, ndo imetoka hiyo mimi. Nawaambia, you see they think kwamba a wananchi watatulia, watatulia baada amna, hakuna si, nchi iliofanya uchaguzi kama uliofanyika Tanzania afu nchi ikaenda kuwa na amani, ndugu zangu, hakuna. Kwa sababu wakumbuke kwamba kuanzia kesho senti tisini mpaka tisini na tisa ya Tanzania hawatumtambua tena Samia kama rais wa nchi, kwa sababu hawajampa mamlaka. Hawatuitambua serikali yake, kwa sababu hawajawapa mamlaka. Wamepora urais, wamepora kile ki, kitu I mean, kile kiti wamepora. That means Watanzania ni maumivu tu kwenye roho zao, kwamba tumefanywa machoko tumefanywa mpumbavu, ni maumivu. Hakuna naenda kutulia afta na naacha hivyo, huu utekaji uu, eh? Uonevu, hakuna hakuna sheria, hakuna haki hii nchi. I don't know kina Kikwete wakuwa anawaza nini, kufanya uchaguzi kama huu. The only peace itakayopatikana Tanzania ni kesho, Watanzania washinde. Hata hao mastaha awana akili Hawelewi kama kama unataka kuishi kwa amani waenjoi wa, ni kesho wananchi washinde, ndio nchi itapata amani hii. Watanzania wasiposhinda kesho, ndugu yangu, hakuna nchi hapo tena, ni inaenda kuwa ni mambo ya ugaidi, ni mambo ya uasi, kwa sababu rais hana mamlaka tena ya kuwa rais, hana mamlaka. Hakuna mtanzania gani kuanzia kesho atasema Rais Samia ni rais wake, zaidi yao machawa wake anawalipa nobody Na mimi na washauri Watanzania, hakuna kutulia mpaka haki patikane. Hakuna, hakuna kurudi nyuma, mapambano lazima endelee mpaka tuipate Tanzania tunaoitaka. Kesho tuna nafasi hiyo ya kuipata Tanzania tunaoitaka kesho. Kila Mtanzania atoke saa kumi na mbili, omba dua omba dua kwa mola wako, omba dua kwa Allah, piga goti, mwomba Yesu Kristo, omba kwa dua dini yako yoyote, omba alafu toka. Omba ushujaa, omba ushujaa, omba Mungu akulinde, afu ingia barabarani, kaikomboe Tanzania. Tunaenda kushinda, tunashinda. Ndugu zangu, wanajeshi wenu, ndugu zangu, wanajeshi wenu Nilisema sifaeshi lenu, jeshi lenu liko na nyinyi. Mimi nimesha kuitisha maandamano before ya Magufuli, niliwahi kuambia Watanzania jeshi lenu liko na nyinyi, polisi kwa nyinyi. Niliwaambia. This time I'm telling you, sababu huo ndo ukweli. Jamani, tokeni kesho, jeshi lenu liko na nyinyi. Sijui nawambia vipi, tokeni kesho Watanzania, mnashinda Kesho mkitoka, mnashinda. Jeshi lenu linasubiri, na mtakuja kuniambia mengi, akuwa anasema kweli all this time. Kesho tokeni, tokeni kesho, mnashinda. Mnajeshi nyie, you are not understanding. Tokeni kesho. Mpaka dakika hii wananifata, wananiambia tu, waambie watoke, waambie kesho a watoke, waambie watoke, waambie hakuna mwanajeshi atakayemgusa mtu kesho. mnawaona barabarani, hizo ni oda tu. Alafu kuna kitu nimenoti, jinsi mnavyotishiwa. Video zote nizotumiwa za kutishiwa nyinyi hazizidi hata gari kumi kwenye eneo moja, za kuwatishia hawazidi polisi hamsini. Hilo eneo lina maelfu kama sio malaki ya watu, mnaogopa au? Na hao wenyewe wanaoendesha hizo gari wako na nyie Ndugu zangu, kesho ni siku ya ushindi. Piga uwa, Tanzania mpya inazaliwa kesho. Nawatakia kila laheri, nawatakia kila laheri kesho wa Tanzania. Nchi yenu sasa hivi ipo kwenye mikono yenu, ni maamuzi yenu. Kesho mtaikomboa nchi yenu. Mungu ibariki Tanzania.